Katika kitabu cha Shamsuddini Ibnul Qayim Aljauziya rahimahullah ametueleza matokeo ya ajabu ambayo yametokea, yatujenge ndani ya nafsi zetu, ndugu zangu Waislamu. Kijana ambaye anaishi na mke wake maisha mazito, ndugu zangu Waislamu, maisha mazito. Kupata riziki ilikuwa ni kazi kubwa sana, akitoka nyumbani anamwaga mke wake, lakini hajui destination, hajui ataelekea wapi ndugu zangu, hajui ende wapi. Nyumbani amepasha ni pazito. Siku moja amekwenda, akafika chini ya mti, amekaa amechukua kidole, anapigapiga kwenye mchanga, akaona kikamba alivyokokota, akaona kifurushi ndani yake, kufungua hivi, ndugu zangu, pamejaa madini yenye thamani ya hali ya juu, yenye thamani ya hali ya juu Nafsi ikaruka na mnajua kila siku, inna nafsa la amaratun bisu, mara nyingi nafsi muamrisha mwanadamu mambo mabaya. Akaona pesa tayari, maisha yamebadilika. Alhamdulillah, eh, nilikuwa naishi sehemu hii, ntahamia hii, nilikuwa sina nyumba, nitanunua nilikuwa sina gari, mipango alifu mbele yake. Akaenda nyumbani, akamuita mke wake, akamwambia, alhamdulillah, tumepata lakini pana sharti moja, mke wangu. Sheria ya Allah inatuambia mali nyingi kama vile hii ni kuitangaza kwa muda wa mwaka mzima. Msishangae hapa msikitini pana mtu akanibisha kiroho roho hapa. Tangazi. Mm. <coughs> tangazi wapi? Mwaka mzima akikosekana mwenye nayo inakuwa ni haki yako. Anamwambia sama. Jana tumelala na njaa tumeshinda na njaa, hatuna chochote chakula, sasa itakuwaje? Akaambia ni amri ya Allah tabaraka wataala, hatuna hakuna namna. Ghafla ndugu zangu, anasikia mpanda farasi anapita kule barabarani, ya ahla Makka, enyi watu wa mji mtukufu wa Makka, ambaye anajua kwamba ameniokotea amana, anirejesheye ruko ikaruka, ya Rabbi, mwenye nayo tayari keshapatikana hapa. Ndio Allah anakutazama sasa, utachukua uamuzi gani? Utaachia mali hiyo, au utangang'ania mali ambayo siyo yako? Mtume anakuambia acha, Allah atakupa bora zaidi ya hayo. Wafaransa siku la antudanganya natambia tntbone dtirora, yani ukiwa na viwili, eti kimoja chenye unacho unamiliki ni bora kuliko viwili vyenye utapataga. Hii ni lugha ya watu wasiomwamini Allah tabarak wa taala. Yani dunia ni bora kuliko hiyo akhera. Hii ndio anakusudia, hivi hatuende na akhera kama vile hizo. Kijana akamwambia, mke wako umesikia? Mimi narudisha mke, anainama machozi hatukutoa. Basi kijana akaenda akamwambia mzee, huyu mji ni mjo mafakiri, ungesema hivi aliyookota ntammegulia basi hata ka kitu kadogo, ukisema hivyo atapatikana, lakini ukisema tu wakupe wakupe ni vigumu. Mzee akasema hii ni haki yangu, sio, si mpi chochote, lakini mimi na imani hii ni Makkah Almukarrama, sharafa Allah, mji mtukufu, Allah tunamwomba uzidishie utukufu, atanipa aliyokuta, simpi chochote mimi. Kijana akakaa kimya. Mzee akapiga turu ya pili, ya tatu, neno ni lile lile. Kijana akaenda akamwambia mzee, ungepunguza basi, ataka kitu kadogo kadogo sana, useme basi nitampa kitu kadogo. Mzee akasema si mpi chochote. Kijana akaingiza mkono mfuko, akamwambia mzee, chukua. Chukua. Mzee kapokea akalisema tu neno limoja, jazakallahu khaira akaondoka. Ah, hapo ndo utaona watu wa pembeni najifanyaga imani. Mmeona sasa, J utakula jazaka lao khaira. Ndio wenye utakula hiyo. Ndugu zangu, tumkubali Allah, anavyotufunza tufu, anavyo tumfuate Mtume alivyotulea, acha kwa ajili ya Allah, wala usioni kwamba kuna msiba ndani yake. A -a, hakuna msiba maadama umetoa, lakini na Allah tabarak wataala, maadamu umetoa umebaki na mafundisho sahihi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kijana akakaa chini, wakati fulani amesafiri, ndugu zangu Waislamu, Allahu akbar, njia za bahari, bahari ikachafuka, zaruba ikawa ni kali, mtumbo alikuwa ndani yake ukapasuka, akafanikia kupata kimbao kikampeleka mpaka nchi ya mbali alivyotokea huko jioni, anasikia adhana, kaelekea mpaka msikitini, kakutana maskini, ni mji wa mbali, hawana mwalimu wa kuwasomesha Qur'ani na yeye kidogo Qur'ani anayo, eh, ikabidi asogee pale. Hakuna simu za zama hizo, atapigia nyumbani kwamba anajua nyumbani, anajua ameshafishwa. Kapata hiyo kazi pale. Kaanza kuwasomesha watu Qur'ani, kuwasomesha watu Qur'ani. Wazee wa mjini wakakaa, wakasema, sawa, kijana atabaki hivi hivi. Jamani, tumtafutie mke, tumtafutie mke Wakasema kwa kweli, katika mji wetu kuna binti aliachwa na mzee fulani, ule ndo anamfaa kijana. Wakati wakampa habari hiyo kijana, kijana akasema niko tayari, basi ikafungwa ndoa. Allahu Akbar! Siku ya harusi, mama harusi amefika ndani kujipambua, mikufu ya dhahabu, mikufu masheneta, amevaa ile ile madini ambaye alirudishaga sasa. Yule kijana akawa tu, badala ya kumtazama maarusi, anatazama kwenye masikio, anatazama shingoni, mpaka mamaharusi akavunjika moyo, akasema huyu mume ambaye mmenipa ni tunasema simu wa faransa ni materialist, ni mtu anapenda sana vitu vya dunia, badala ya kumtazama mimi anakaa anatazama hii mali tu, mali tu. Wazee wakamwita kijana pembeni, ambaye ana kijana mseme mke wako bwana, bwana anasononeka anasikitika, kwamba umtazami kuna nini? Ndio kijana akatoa siri akasema, wallahi madini hizi mali ninazoziona kwa huyu binti, kuna mzee alipotezaga maka nikamuokotea mimi nikamrejeshea, akaondoka hakunipa chochote. Wakasema subhanallah. Alikuwa huyo mzee kila siku anaomba dua, anasema, ya Allah na kuomba jalia ja mkwe wangu ao ni ule kijana ambaye aliyenirudishia ile mali. Allah tabaraka wa taala aliyazungusha mambo kulia kusoto mpaka yule kijana akampata, watu walisangaa. Acha kwa ajili ya Allah, usiwe na wasiwasi, kuwa na konfiansi, kuwa na thika kwa Allah tabaraka wa taala. Ukiacha kwa ajili yake, wallahi hautodhalilika. Ili kuboresha kazi zetu tunaomba mchango wako kupitia lipa namba, kwa mitandao yote Alhidaya online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Alhidaya online TV, uongofu kwa walimwengu, kwa walimwengu.